Magavana kutoka kaunti tatu za mlima Kenya wamemkashifu gavana wa Nyeri Mutahi Kahiga kuhusiana na matamshi yake tata kuhusu kifo cha hayati waziri mkuu wa zamani Raila Odinga. Na kama Marian Nyambura anavyoarifu, magavana hao wameyataja matamshi ya gavana Mutahi kuwa yasiyo na adabu. Matamshi ya gavana wa Nyeri Mutahi Kahiga kwenye mazishi eneo la Chaka kaunti ya Nyeri siku mbili zilizopita yameendelea kuzua minong'ono miongoni mwa wanasiasa sasa magavana Kenya, wa mlima Kenya wakitoa msimamo wao na kukashifu gavana Kahiga. Tuko kwa serikali, waendelee kuleta maendeleo vile wamekuwa kiendelea. Kwa hivyo tuache siasa mbaya, tuunganishe Kenya na tukumbuke kwamba yule alitetea ugatuzi zaidi ya wa viongozi wote alikuwa Raila Amolo Odinga. For that reason we need to respect him in life and also in death. It is not our culture to celebrate even the worst of our enemies death if there is such a thing because we know that life is given by God and life is taken by God and therefore we cannot have mockery or have jokes around deaths of our fellow human beings. Wakati huo huo Gavana wa Bungoma Ken Lusaka na mwandani wa Rais Ruto Faruk Kibet ambao pia walikuwa katika kaunti ya Kakamega wamemsuta gavana Kahiga. Tulimkemea kama kitu ingine mpaka mwenyewe akaona aibu akajitoa, na tulikuwa tumemtoa tayari. Kama tunataka Kenya yetu iwe Kenya moja, mumeona hata kwa kifo ya Raila wale wale wa kabila wamejitokeza na wakasema hatu wamefurahi sana kwamba Raila Odinga amekufa ashindwe ama asishindwe. hisia sawia zikitolewa na baadhi ya vijana kutoka kaunti ya Nyeri ambao sasa wanataka gavana Kahiga kubanduliwa afisini. Held of he declama dignity expected of leaders Miriam Nyambura Runinga ya Citizen